Ah. Hata <laughs> ni sisi niongelee nini hapo? Mm. Eh, vidole ni vingi mtaani. Maana hata jana nilienda msibani. Mm. Ah, nilipofika ni kwamba yani kila mtu unajua ile yule yule sio mama UTI. Yaani ile kila mtu. <laughs> <laughs> Unahisi unahisi Doko amekupa dhahama kiasi gani kukuvesha kwamba huyo Abiba mama UTI. Ah. <laughs> Kwa upande wake sijui ila kwangu mimi najisikia faraja sana. Faraja? Faraja ndoka wapi hapo? Mm? Faraja ndoka wapi? Faraja. Tafsiri Abiba mayuti ai. Alafu ni Faraja. Abiba Abiba mayuti ai. Yaani kwamba hiyo ya labda hiyo mayuti ai labda alivyoikea yeye kwamba yani katika tusema ishu yetu, siyauwasilia kwamba ujue ugonjwa mkubwa ni UTI hmm, ila kwamba watu hawaujui hmm, siuminelewa mtu hmm, namkuta enda hospitali, atapima malaria, UTI apime, yapima ya anaudhalau Ina maana kwamba watu watavuangaza wajue kumbe kuna ugonjwa nao mm -hmm. E. <laughs> <laughs> <Isitaki. laughs> Nao na UTI upo ah, nao ni mkubwa. Maana kama umeulemba tu, mbona umeulemba hivyo ah? Amna, ni mojawapo tu ugonjwa ambao, na wengine wanaumwa ukimwi na mwingine astuki kwamba ni mojawapo tu. Kama Mungu alikupangia kuumwa, basi nao utaumwa Bwana yes, kutoka kwenye kambi ya Doko, moja kati ya familia ambayo inafanya vizuri sana kwa muda huu ama kwa sasa kwenye mitaa huko, kama mthiria, za ugombi, ugombi, za ilini, kuhakika, lazima, ambayo, ni miongoni mwa watu ambao napenda zile tamthilia za ugomvi ugomvi za uswahilini, kwa hakika lazima utakuwa unaifahamu Ashura Kiuno. Moja kati ya tamthilia ambayo mitaani tunaifahamu, mimi ni miongoni mwa watu ambao nimeitazama kuanzia moja mpaka sasa ambapo ilipotimia. Kama wewe bado hujaitazama, nikwambie tu unapitwa na vitu vingi sana vizuri. Kila kitu kipo humo. Nenda kaitazame. Muda huu unazungumza na miongoni mwa wasanii ambao na wenyewe wamefanya vizuri sana kwa nafasi yao. Anaitwa Biba Mayutiaye. kwa nini nikaitwa hivyo? Mimi sijui. mambo poa poa? yeah. Unaenjoy sana ku, ku, kuvaa hivyo ambavyo ulivyovaa kama Mswahili sana? Kwa sababu ndo maisha yangu asilia, na yani ndivyo, ni ndo maisha yangu toka hapo nyuma. Mm. Mtu ukimwona tu kwa mara ya kwanza ufahamu huyu Mswahili, unamwonaje ama awe na nini unasema huyu ni Mswahili? Waswahili, tuna yani, tukionana tu tunajuana. Kwa kipi? Si ndo kama hivyo unakuta mimi binafsi na Kambagala eh. Chalambe. Eh, nimezaliwa hapo, nimekulia hapo hapo. Kwamba yani maisha Chalambe tofauti labda na huko wenzetu Mbezi wapi. Mm. Eh, uwezo unakuta mtu wa Chalambe kavaa suruali na kiblauzi, mazingira hayo hamna. Mm. Utamkuta kavaa dela

Mm -hmm. Kwa nini dada Swahili anapenda kwa Madela? Jola sijui anaita. <laughs> Yani, mtu anakuta kwamba ni mavazi anayakuta ya ni yale. Kwa hiyo wewe huwezi tena wewe ukajichagulia, hata mimi nivae hivi suruali, sio kweli. Unakuta umeshalelewa kwenye mazingira yale na wewe utakuwa kwenye mazingira yale yale. Na kubadilika huwezi. Huwezi labda utoke tofauti na hapo, kwa sababu kubwa sana ni mashughuli. Shughuli kila, kila kiki cha kuna shughuli. mm -hmm. Ehe, na asilimia kubwa ni sali, mm. Eh, ni sali <laughs> <laughs> mm. Ni vijola hawezi kuvaa suruali. Ana wewe ni mmoja wao? Ndio. Ana la bleach lako kichwani. By the way, ongea, umekuwa ni miongoni mwa watu ambao wamefanya vizuri kwenye ile tamthilia. Yaani watu wakifika sini yako watu wanaenjoy kwa kuitazama. Asante sana. Ilianzaje? Ulijitambua vipi kwamba mimi naweza kuigiza ama ulijiona mimi ni Mswahili ukaingia tu moja kwa moja Hapana. Mimi hapa mamaangu mdogo alikuwa anacheza ngoma za asili. Mhm. Mm -hmm. Kwa hiyo nipo mdogo mdogo akawa tunafuatana, tunaenda, mimi naviona kwamba napenda. Eh, mm, mm -hmm. Tukaanza kucheza kibisa mpaka akaja akawa kwenye kundi, akawa ya yani akabadilisha ya kwenye ngoma za asili akawa anaigiza. Mm. Eh, tukawa tunafuatana, tunafuatana nini katokea na mimi kwamba naingia yes. mm. wapi? Wow. Eh. Mhm. Mm. Hii ni kazi yako ya kwanza kushiriki Ashura Kiuno? Kwa hapa kwenye kampuni ya Doko hii ndo kazi yangu ya kwanza, ila hapo nyuma nilipotokea nishafanya kazi nyingi. Nilipotokea wapi? Nimetokea kwenye kundi la Mzee Msisili. Mzee Msisili, yule mzee mchawi. Mchawi yule? kwenye sanaa tu, ndio hivyo hivyo. Yule mzee kiboko yule. Hapana, hayupo hivyo. Na ilikuwaje sasa ukaingia kwenye familia doko hapa, nani ambaye ali ali kuinvite, ama uliweza kuingiaje? Binafsi Bichaka. Ehe, yani wewe mamangu mdogo alikuwa anacheza ngoma za asili, alikuwa kwenye kundi moja na Bichaka hapo nyuma. Ehe, kwa hiyo bibi namjua muda, kwa na mimi nivoingia kwenye sanaa nikaona bwana nimfuati. Ehe. Kwa hiyo nikamfuata, Bichaka akanikutanisha na uongozi, nikaongea nao, nikafanikiwa kuingia. Tunafanya tu hii kazi au washukua familia. Yani mimi kwa kifupi nimeshakuwa kwenye kampuni ya Doko. Mm. Tarajie pale kila Doko anapoenda kila kazi mpya na. Yeah, natakuona hivyo hivyo, maana maneno yako hayo. <laughs> Inategemea na kazi natakaje? Mm. Ah, shida zako ngumu <laughs> kawaida mm. Mm -hmm. Vidole mtaani vipoje? Ah. <laughs> Yeah, sibu niongele nini hapo mm. Eh, vidole ni vingi mtaani maana hata jana nilienda msibani mm. Nilivyofika ni kwamba yani, kila mtu unajua, ile yule baa ile, ile, yani ile, kila mtu <coughs> <coughs> unahisi unahisi Doko amekupa dhahama kiasi gani kukuvesha, kwamba huyo abibama kwa upande wake sijui, ila kwangu mimi najisikia faraja sana, faraja Habibu tafsi Habiba Mayuti ai. Afu ni faraja. Habiba Habiba Mayuti ai. Eh. Hey. Yaani kwamba hiyo ya labda hiyo Mayuti ai labda alivyoekea yeye. Mhm. Mm -hmm. Kwamba yani katika tuseme maisha yetu si ya uasilia kwamba ujue ugonjwa mkubwa ni UTI, hmm. ila kwamba watu hawaujui. Mm -hmm. Mtu anamkuta hmm. Aenda hospitali atapima malaria UTI ya pime ya na uzalao hmm. Ina maana kwamba watu watavangaza jua kumbe kuna ugonjwa nao UTI upo nao ni mkubwa eh. Mhm. <laughs> Mbana kama umeulemba hivi <laughs> <Isi taki. laughs> ya Isi itaki. Umeulemba UTI kati na juu UTI, Mta na umu UTI, kwa na UTI Umu na umeulemba hivi. Ah, amna ni moja hapo tu ugonjwa ambapo na wengine wanaumwa ukimwi na mwingine astuki kwamba ni moja hapo tu, kama Mungu alikupangia kuumwa basi na utaumwa. Mm. Mm. Ile siku ambayo unaambiwa kwamba wewe unakwenda kucheza mtu mdada ja fulani, utakuwa hivi utakuwa hivi vile ambavyo director alikuchora, la labda ulijisikiaje? au mm. uliona kama ngumu au ndio kawaida tu? Kwa siku ya kwanza alivyokuwa ananiambia, kwa hivyo kwa upande wangu wa niliona kama ngumu hmm. Ila tulivyofika location, nikaona kawaida, kwa sababu mi ni msanii, kuna wasanii. Kwanza jina lako tu linatisha. Kawaida. Na sisi unazocheza ni balaa. Nyumbani kule wanakuona wewe ni msanii, wanakuambiaje? Labda wanakutazama vipi? Hii nyumbani hmm. Kwa nyumbani kama familia yangu yani, ya mambo ya sanaa awanapenda pia hmm. Ehe, ila yani kwamba hizo vanza tu za episode yani, mama yangu kwa upande wake binafsi alichukulia ni kivyengine, kwa sababu mama yangu mimi mambo ya sanaa ni hayajui kabisa, umeona mm. Nilitumia yani, muda mrefu sana yani aje kumwelekeza hmm. Eh, haielewi kwa namna yote. Kazi hii ya, ya, Ashura kiuno imekuinua ama imekuangusha zaidi? imeniinua sana. E, imeninua sana kwa sababu nishafanya sanaa sana hapo sana. sana. nyuma na hakuna movie iliyotoka labda ilionekana, mm. E, unaambiwa unapelekwa ZAM TV inaikwa ndani, sijui kama inafika, sidhani, sijai kuiona oh. mm. e. Habiba. Habiba, mm. ah, sini ngumu kwa upande wangu mm kwa sababu kadoko ka, yani alinigia sini kwamba kutokana na mimi mwenyewe nilivyo, ulivyo hasa, kama baadhi ni wapo hivyo, lakini ni asilimia kubwa ni wanawake ni wapo hivyo. Mablichi ma ma ma de vijola muda wote. Yeah. Auti hai. Poleni haki. Ndio wajibu wetu. Ehe, ukiona vile mtu ambavyo anakusema vibaya kwa vile ambavyo sanaa yako uloifanya au vile ambavyo umeshiriki kwenye ile kazi unajisikiaje? Lazima lo niume kwa sababu yani, sanaa ni ngumu. Eeh, kwa mtu akiwa labda ananiongelea vibaya, alafu nakuta wewe labda unahangaika, unapata maana ni upambanaji pia. Eh, lazima iniume. Kwa nini nakuma? Wakati mimi naamini wewe ndio ukao enjoy kwa sababu kwamba ulichokifanya watu wamekiona. Yaani mtu akiniongelea vibaya itaniuma kwa sababu mimi napambana, umeona? Alafu sisi tunategemea kwamba washabiki wetu ndo na sisi wafanyaji watugee moyo. Kwa hiyo akiwa anaongelea vibaya lazima yani, itakuuma. Mm. Alisha kuona mtu live anakusema hivi labda amepanda gari labda mtaani, au amekutukana hivi kwa vile ambavyo umeshiriki. Watu ambao wanakutumia message bana, kufuata inbox kwenye mitandao yako ya kijamii. Sawa, mzungumzie Doko mpenzi wako kwenye kazi, unamwona ni mtu wa design gani hasa? <laughs> <laughs> Doko ni mtu wa kawaida tu, hata kwenye sanaa, kwenye maisha uasilia, Doko ni mtu tu wa kawaida, tunaishi naye mm. mm? vi. tu vizuri mm. vizuri. Mama mkwe hapo siku anaanza kukutaka, kwa ile maana, kama akutaki akutaki. Ashura Kiuno, mama mkwe, mbona kama akutaki hivi? Atanitaka tu. Atafanya nini, atamzalia mwanae? <laughs> Tukashatiwa mimba pale. <laughs> Ye yeah, mimba ya kwake mm. e, na mimi nitabaki kwa mimi. Eh, mamkwe itaenda mamkwe na e, acha nitaka tu. Mm. Ha, ha, directa, ah uko mbele mm. Alipopanga director atakuja kukutaka. Ah sijui. Lakini yeah. Ile button alionaje wewe ipo siku utakubalika kule ukweni? <laughs> Nitajitahidi tu itakubalika. Mm. Kemwanzako namjua lakini makombo. <laughs> namjua. Hebu kimtazama hey. Hey. Makombo alivyo alivyo vile, unahisi anaweza kashindana na wewe kweli kwa doko? Unampimaje? Nampima siku kumwona tu unamwona hey, kabisa kwamba huyu. Hapana. Ah. <laughs> ah, bado pale siku nilipokuona pale, sini yako sindio? Sini yako ya kwanza, si ya pili. Ameoga kule bwana, akasema tatu hivi adogo, kwa kutafutia neno kwenye ile ile kazi, kanitafutia neno sana alafu nice comment nyingi zinakusema wewe mwenyewe kwenye ile kazi. Ah, wote tunasemwa, ila si unajua, kwenye kila mtu una mshabiki wake, na kila mtu na kuna mtu anayempenda eh. mm -hmm. Kuna kitu chote ambacho nimesahau kuuliza na kanimaliza maliza interview hii. Kiupande wako. Mm. Basi waambie kitu watu ambao wanapenda kile unachokifanya. Mimi nawapenda sana. Na naomba mm. mm -hmm. waendelee yani kuwa mashabiki wangu hivyo hivyo mm. e, mbele vinakuja vitu vizuri zaidi ya hivyo. Ni miongoni miongoni mwa wasanii na wenyewe ambao wana nafasi yao kwenye kazi hii ya Ashura Kiuno, naitwa Abiba Mawitiai kama vile ambavyo anakuwa anaitwa kile kukicha. Mengi amezungumza, hebu tuambie kwenye komenti hapo vipi ambavyo unafurahishwa na uigizaji wake, kama kuna namna pia anakukwaza, upendi ama umechukizwa na, na sehemu fulani ambapo wameshiriki, pia tuambie kwenye komenti hapo. Huenda akabadilika ama direkta akaona kwamba kwa huyu komenti yake, ngoja tumbadilishe.